Hadithi ya Samson ni ya nguvu, majaribu na imani ya kweli. Samson kijana mwenye nguvu nyingi alizaliwa kwa maajabu ili kumtumikia Mungu na kuwalinda watu wa Israeli kutoka kwa Wafilisti. Katika kijiji kidogo cha Israeli alizaliwa mtoto aliyejaa nguvu, Samson. Alikuwa na nguvu zisizoeleweka, nguvu ambazo ziliathiri kila mtu aligusa. Mama yake alijua kwamba mtoto wake alikubaliana na ahadi ya Mungu. Ni Samson, wewe ni mkombozi wa watu wetu. Usiwe na pombe na nywele zako zisikate, kwa maana nguvu zako zitakuwa katika nywele zako. Aliambiwa na mama yake kwa unyenyekevu. Wakati Samson alikuwa akitembea porini, alikutana na simba mweusi aliyetaka kumshambulia. Kwa mikono yake ya nguvu alikata simba yule kwa urahisi. Samson alishangaza kila mtu aliyekuwa na mashaka na nguvu zake. Samson, nguvu zako ni kutoka kwa Mungu, alisema mmoja wa watu walioshuhudia tukio hilo. Samson alikubaliana na mapenzi ya Delila, lakini alijua kuwa alikumbana na hatari. Wafilisti walimwambia Delila, tutakupa mali nyingi ikiwa utapata siri ya nguvu za Samson. Delila alijua kuwa Samson alikuwa na siri na alijaribu kumshawishi kwa urahisi ili aongee kuhusu siri ya nguvu zake. Samson alikataa mwanzoni lakini aliingia kwenye mtego. Hatimaye alijibu, nguvu zangu ziko kwenye nywele zangu. Ikiwa nitalala na nywele zangu zikakatwa, nitakuwa dhaifu kama mtu mwingine. Delila alikata nywele za Samson na alijikuta akitumbukia kwenye maafa. Wafilisti walimkamata, wakampiga na kumfunga. Walimwambia, huna nguvu tena. Samsoni alikosa nguvu zake, lakini alijua kuwa Mungu alikuwa na ahadi kubwa kwake. Alijua kuwa bado alikuwa na nafasi ya kurekebisha. Samsoni ni mfano wa imani, nguvu na kujitolea kwa Mungu. Hata katika udhaifu, alikumbuka ahadi ya Mungu na alishinda. Je, wewe pia una imani kama hiyo?